Alidharauliwa na ndugu zake, akafukuzwa, akaambiwa toka hapa kwa sababu wewe ni mwana wa mwanamke kahaba, hustahili kurudisi mali za baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Akakimbia, akaondoka, akaenda katangamana na mabarazuli. Mabarazuli, mabarazuli ni watu wasiofaa. Haleluya! akaenda huko kwa sababu alikuwa anaonekana hafai kuheshimiwa wala hastahili hiyo heshima ya kupata urithi. Bwana Yesu azidiwe, lakini alipokwenda kusiki, nikwambie, Mungu aliruhusu wale wana waingie kwenye mikono ya watu wabani. hata kama kuna wachao kwenye familia yaadien, wanakuchua wewe ni nani, toka umezaliwa wanajua kuna kitu kimeingia kwenye mchi sio cha kawaida, hata kama watanyamaza na Kimya, lakini siku ikifika watasema yule. Bwana Yesu asifiwe, alikuwa fai <coughs> <coughs> lakini wakati heshima yake inatakiwa kurudi na kumtambua, Mungu aliruhusu watu hebu twende tumfate. Wazee wakatoka wakaenda kumwambia Yefta, tunakuomba tafadhali, twende pamoja. Sasa tunataka ukawapige wale watu wanaotutesa. Akawauliza, kwa nini kunitia hivi na shida? Bwana Yesu asifiwe, amen. Lakini wao neno lao ni moja, sisi tunachoa wewe ni shujaa, na utakapopigana ile vita tutakufanya wewe kuwa utakuwa juu yao. Wewe ndiye utatoa neno la mwisho. Wewe ndiye utasema geuka hivi, hakuna wa kukupinga. Kuna Yesu asifiwe. Shua Yesta akaenda, hakwenda kwa jina la mtoto wa mwanamke kahaba, hakwenda kwa jina la usie stahili kulii, alikwenda kwa jina la shuja. Akaenda kupigana na maadui akawashinda, kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu na Mungu alimchagua. Ikujalisha alizaliwa na mwanamke kahaba. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kukomboa ndugu zake, hata wale waliomfukuza walikuwa kwa kwenye matatizo, lakini yeye ndiye aliyowakomboa. Bwana Yesu asifiwe. na anakuchukia leo, lakini wewe ndiye mpendosimama. Anakuchukia leo, lakini umepeda utajiri kwa ajili ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Acha kuzimia moyo, mwendo bado. Bwana asifiwe sana. Nachua kuna, kuna wakati niliwahi kuzimia moyo kabla. Nilikuwa sichui athari ya kuzimia moyo, niliwahi kuzimia nikasema sitaki tena kumtumikia Mungu. Kwa nini nilizimia moyo? Kwa sababu kuna watu walinifanya nizimia moyo, nikaona kama kumtumikia Mungu ni hivi, kama mishale ni hivi, kama viboko ni hivi, mimi sitaweza kumtumikia Mungu, bora nirudi kule nilipokuwa Bwana Yesu atusaidie sana, lakini ninamshukuru Mungu akanikutanisha na mtu aliyenionea huruma, mtu ambaye aliniangalia akasema oh, Mungu sasa, huyu akirudi kule nini kitatokea? Akaniambia hapana, umefanya makosa sana kumwambia Mungu mimi sitaki tena kukutumikia. Aliponieleza athari, nililia sana, nikageuka nikatubu Nikalia lakini bado nikaona pamoja na kulia na kutubu kuna vitu ambavyo vilinipungukia. Kwa nini? Kwa sababu nilimwambia Mungu sitaki tena, kama wanadamu ndio wako hivi, kama kukutumikia nitasema hivi, nitaipa majina yote, ndio uliona wapi kahaba akimtumikia Mungu? Mimi sitaki tena. Sikujua kwamba italeta madhara katika huduma yangu. Nataka niseme na mtu mmoja, hata kama utapitia mishale na magari utakutana na vibao, utakutana na nini. Usije hata siku moja ukasema nimechoka kumtumikia Mungu, sitaki kumtumikia Mungu, sitaki kuimba tena, sitaki tena kufanya moja mbili tatu. Kwa makini, itakugharimu Amina. Itafanyaje? itakugharimu sana. Haleluya. Mimi ili nigharimu. Bwana Yesu atusaidie, na inaniumiza sana kwa hiyo na ninakushauri usije, na kama ulikuwa hana mkono, wewe ndiye mkono wa kumsaidia ili aweze kufanya shughuli zake. Haleluya, aizakwa mawazo kumshauri kwa namna yoyote vile Mungu ambavyo anataka kukutumia kwenye sekta hiyo. Haleluya, lakini kuna mwingine ambaye ni mguu. Kuna mtu amekaa tu, sio kwamba ni kiwete kwamba hawezi kutembea, ila katika ulimwengu wa roho alikwisha kufungwa Bwana Yesu yeah, asifiwe. Ni mtu asiyeweza kufanya chochote, akijaribu kupiga hatua anarudi nyuma kwa sababu ameshafungwa, ni kiwete wa ulimwengu, kwenye ulimwengu wa roho haleluya. Lakini upo wewe uliopewa mguu ambao utamfanya yule aweze kusimama, utamtia nguvu ili aweze kusimama kupiga hatua. Kuna mwingine amezimia kabisa, yaani katika ulimwengu wa roho, au ulimwengu wake wa roho umekwisha ingia giza kabisa alikuwa ni mwombaji lakini hawezi tena kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu, alikuwa na wai badani, alikuwa na wai vipindi maombi, alikuwa anapenda kuomba anapenda kuliombea kanisa, lakini kwa sasa kila akijaribu anasikia uzito. Lakini upo wewe mwenye kinywa cha mamlaka, ambaye utakuwa msemaji wa kwenda kuzungumza naye na kumfungua ufahamu, ili ajue amefungwa wapi, aweze kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana ya kuzimia moyo haleluya, ni nini? Maana ya kuzimia moyo, nataka nikuambie maana kama zisizopungua nne au tano. Haleluya. Hale. Kuzimia moyo ni hali ya kunyamazishwa kimya. Kuzimia moyo ni hali ya kunyamazishwa kimya. Unanyamazishwaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hale. Hale. Lakini namba mbili moyo ni hali ya hofu, kuchoka kiroho na kimwili. Mwili umechoka lakini asifiwe.